Kupiga punyeto au kujichua ni kitendo cha kujisisimua kimapenzi kwa kutomasa sehemu za siri. Ingawa baadhi ya watu hudai kuwa hakuna madhara, wataalamu wengi na machapisho mbalimbali yanaonyesha kuwa kuna athari mbalimbali hasa kwa vijana, ambazo zinaweza kuwa za kimwili, kisaikolojia na hata kijamii eleth. athari za kimwili: udhaifu wa misuli ya uume na kuwahi kufika kileleni msari wa mara kwa mara, kupiga punyeto kunaweza kusababisha misuli ya uume kulegea na hivyo kupelekea matatizo ya kudinda kwa uume na kuwahi kufika kileleni mapema wakati wa tendo la ndoa halisi. Kupungua kwa nguvu za kiume, mstari wa, kuna ripoti zinazoonyesha kuwa matumizi mabaya ya punyeto yanaweza kuchangia upungufu wa nguvu za kiume kwa vijana wengi. Hii inatokana na kuathiriwa kwa mishipa inayosaidia uume kusimama. Maumivu ya mwili, mstari wa, baadhi ya watu huripoti maumivu ya nyonga, kiuno na kende kutokana na kupiga punyeto kupita kiasi. Kupoteza protini na kalsiamu, mstari wa, baadhi ya vyanzo vinataja kuwa punyeto inaweza